Mtu mzima mtoto, sehemu ya tisa. Endelea nayo. Sefu alisikia kelele, aliinuka na kwenda alipo Dolo. Nimeumia jamani, panauma, alisema maneno hayo Dolo huku akiugulia. Basi Sefu hakuremba, alivyoona tu paja liko wazi, naye akamwektia kama anamsaidia kwa kumwinua, kumbe taratibu alikuwa anaupitisha mkono chini ya paja mpaka ukagusa makalio laini ya Dolo aliyekuwa akilia kama anaduguliwa. Dolo alivyoona Sefu ameelewa somo, bila ya kusita alivuta kichwa chake na kuuvamia mdomo wake kisha kuanza kunyonyana denda. Hapo ikawa kila mmoja ametangaza vita ya utamu isiyoisha kwa mwenzie. Hakuna aliyekumbuka kama kuna kitanda. Sefu kama kawaida yake alimtoa kanga yote na kuitupa pembeni. Dolo akabaki kama alivyozaliwa ambapo naye Hakukubali alikukuruka na Sefu mpaka naye akamtoa nguo zote. Sasa wote wakafanana, wakawa watupu kabisa. Mate alianza kumjaa Dolo mdomoni kwa jinsi alivyokuwa analitamani dudu la Sefu lilivyokuwa kubwa. Basi dada huyo alimlaza Sefu chali na kuanza kulinyonya dudu lake lililokuwa limesimama haswa. Alilalamika Sefu huku akimshika kichwa Dolo wakati anamnyonya dudu lake. Ulikuwa ni utamu wa ajabu aliyohisi Sefu ambapo haikupita muda alimwaga. Wakati alipokuwa akimnyonya Sefu dudu lake, hata naye pia alikuwa ajiandaa kwa kujiingiza vidole kwenye kitumbua chake kwani hakuamini kama Sefu anajua kumwandaa mwanamke kutokana na udogo wake. Dolo alichukua kitambaa kisha akaufuta uji uliokuwa unatiririka kwenye dudu la Sefu na kuliacha kavu kabisa. Baada ya dakika tatu kupita ndipo Dolo aligundua kuwa yuko na mkubwa mwenzake. Safari hii walihamia kitandani ambapo Sefu alianza kuonyesha mautundu yake. Kwa vile alikuwa tayari ameshamwaga basi hakuwa na papara ya kukurupuka kumwingilia Dolo aliyelala huku amepanua mapaja yake. Alilalamika Dolo baada ya ulimi wa Sefu kuperuzi kwenye kitumbua chake kilichokuwa na joto kama kimetoka Dar es Salaam. Sefu aliukaza ulimi wake na kumsugua kitumbua chake, hususani kile kiarage chake kilichosimama kwa hamu. Hapo mtoto wa watu aligugumia kwa raha kiasi kwamba alikunjakunja mashuka hapo kitandani kama hana akili nzuri. Sefu hakutaka kumpa tabu sana mtoto wa watu ambaye kiukweli alikuwa kama shangazi yake. Basi alichomoa dudu lake lililosimama kama gobole la askari magereza na kulichomeka kwenye kitumbua cha Dolo kilicholowa na kusaidia dudu hilo kuingia taratibu bila papara. Alilipokea dudu la Sefu kwa kulalamika hivyo ambapo lilikuwa likiingia kwa kusitasita. Lilipozama lote dada watu alikuwa kama anatetemeka kiuno kwa jinsi dudu hilo lilivyomsisimua kwani lilitaiti kila kona. Alilia kwa mahaba Dolo huku akijitahidi kuzungusha kiuno chake laini kujibu mashambulizi. Kwa upande wake, Sefu akiwa juu ya Dolo aliinua na kushusha kiuno chake kama hana akili nzuri. Alimsugua Dolo mpaka ilifika muda akamwita mume wangu. Sefu alikuwa akilikandamiza dudu lake mpaka linafika mwisho wa kitumbua cha Dolo ambapo Dolo alikuwa akirudisha kiuno nyuma na kuguna kimahaba. Ndani ya nusu saa Dolo alishinda goli moja, ambapo Sefu ndio kwanza safari ilikuwa imeanza. Alimgeuza kiubavu na kuendelea kumsugua kiasi kwamba dudu hilo lilikuwa linamkuna vyema. Dolo aliyehisi utamu wa ajabu alibakia akilia kama mapenzi ameanza juzi, kumbe ni muda mrefu fundi mchezoni. Kuna siku mzoefu unakutana na udhaifu wako, ambapo lazima uwe mpole. Tukirudi kwa upande wa Tekla ambaye aliitwa mara moja nyumbani kwake na mumewe, kumbe kuna nyaraka fulani ambazo mumewe alikuwa hazioni hivyo akamwita mkewe ili amuulize. Walipofanikisha kuzipata kwa kutafuta pamoja, Tekla aliamua kurudi kwa rafiki yake ambapo hakupenda kumwangusha. Alipofika tu sebuleni, kiutu uzioma alielewa kilichokuwa kinaendelea ndani humo, kwani zilisikika kelele za mahaba, ambapo sauti iliyosikika zaidi aliitambua ni ya rafiki yake Dolothea. Akiwa kwenye sebule hiyo, alijiuliza Sefu atakuwa ameenda wapi, kwani hakuweza kuwaza kwamba Sefu ndiye mtoa dozi takatifu. Hamasa ya kujua kilichokuwa kinaendelea chumbani humo ikamjaa mwilini mwake ambapo kwa hatua za taratibu alisogea mpaka kwenye pazia na kulifunua kidogo ili aone kilichoendelea ndani humo. Mungu wangu. Ilimtoka kauli hiyo Tekla ambapo hakuamini alichokiona. Muda huo Sefu alikuwa amemwinamisha dolo na kumpanua makalio yake yaliyojaa haswa, kisha akamzamisha dudu lake lililosimama vyema na kuzama lote. Tekla hakuamini macho yake baada ya kulishuhudia dudu la Sefu lilivyo kubwa tofauti kabisa na jinsi alivyo yeye. Mm, naota au ni kweli? Dudu lote hili ni lake? Leo ndio nimeliona likiwa wazi. Mm. Alijisemea hivyo Tekla ambapo akimwangalia Dolo alikuwa akipiga kelele za utamu hasa kama anafanya mapenzi na mtu mzima. Tekla alijirudisha kwenye kochi na kuketi, lakini baada ya muda sio vyema kwani rafiki yake angejisikia vibaya kama angejua amejua alichofanya na Sefu. Hivyo aliondoka na kurudi nyumbani. Pindi alivyoondoka ndio kama huku nyuma aliacha balaa, kwani haukupita muda mrefu akaingiza jamaa mmoja aliyekuwa na begi amebeba mgongoni. Hakuonekana kama ni mgeni nyumbani hapo, kwani alipofika tu aliketi sebuleni na kuanza kumwita Dolo kipenzi. Aliita hivyo kama mara tatu, lakini hakuna aliyeitikia. Alinyanyuka na kuelekea kwenye mlango wa chumbani kwa Dolo. Huku ndani Sefu alitamani hata angekuwa mchawi apotee hewani, kwani alitetemeka haswa. Walikuwa wamepumzika baada ya kusuguana sana, ndiyo maana hata jamaa huyo alivyokuja hakusikia kelele za malalamiko ya kimahaba. Sefu alikimbilia bafuni na kujificha. Jamaa huyo alifungua mlango kwa kusukuma na kuingia ndani. Hello mpenzi wangu, jamani, umenishtua! Alijichangamsha hivyo Dolo ili kuficha kilichopo moyoni mwake, lakini haikuwa sababu ya jamaa kutoelewa kilichokuwa kinaendelea. Dolo alisukumwa na kupepesuka almanusura anguke mtoto wa watu. Jamaa hakutaka utani hata kidogo, kwani harufu ya humo ndani iliashiria wazi kilichokuwa kinaendelea ndani humo. Yuko wapi huyu mshenzi? Na kuuliza wewe malaya, yuko wapi huyu mshenzi? Alimsogelea Dolo na kumkaba shingo yake kwa nguvu huku akimuuliza hivyo kwa jazba. Kwani nani mpenzi wangu mbona sikuelewi? Alijibu Dolo kana kwamba hakuna maovu aliyoyafanya. Jamaa huyo kama alijua vile, moja kwa moja alielekea bafuni na kufungua mlango ili aanze kukagua, kumbe ndiko alikokuwa Sefu. Ile anafungua mlango, anamkuta Sefu akiwa amejikunyata. Aliposhusha macho yake chini yeye mwenyewe hakuamini kwa jinsi mzogo wa Sefu ulivyokuwa ukining'inia kama umechomekwa au kupachikwa. Alipogeuza shingo yake kumtazama Dolo hakumwona. Tayari mwanamke huyo alishakimbia kukwepa msala. Songo mbingo likabaki kwa Sefu ambaye alivutwa na kutupwa kitandani kama mzigo. Sasa, leo utanitambua, lazima nikuzamishe na wewe. Aliongea hivyo jamaa huyo, huku akijifungua suruali yake na kuishusha kisha kutoa dudu lake. Itaendelea. Mambo yanazidi kukolea, usikose uhondo.